Mambo yako wazi, kila mtu na jina yake. Kuna huyu hapa, um, kuna huyu hapa, huyu hapa anaitwa Mtamu. Huyu hapa, huyu hapa shida, naitwa Bakari. Tunaenda huyu hapa, naitwa Jimiyu. Huyu hapa, kuna huyu hapa anaitwa Ugu. Huyu hapa, shuka hapa Tami, huyu hapa. Huyu mm, hapa anaitwa kijana. Huyu ni kijana uh, juu hapa kunaitwa Beauty. Yep. Kuna hapa anaitwa Forest. Kuna hapa anaitwa Ruby. Huyu hapa anaitwa Ginger. Huyu Yep. hapa anaitwa Mera huyu anaitwa Sita huyo. Yep. Ndio tena Bakari mwenyewe Bakari inenda mtaenda um, kumalizia na wawili ambao anaitwa Kain huyu hapa, na mwisho huyu hapa anaitwa Zakari Zakari huyu. Okay, niwakumbushe tu mimi naitwa Om Afrika Kidonge um, cha Mwafrika bari ni Papa Lusa Misifa, na sasa hivi wananiita mti wa mwogo.